Timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 17 maarufu kama Serengeti Boys ikishangilia baada ya kutoa ubingwa wa mashindano ya kufuzu AFCON mwaka 2026 kanda ya Sekafa.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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa.